Leo hapa, kama mmeona, tumekuja kuzindua niite, ni mradi, lakini wakati huo huo ni training ya wataalam wa mstari wa mbele wa afya za mifugo Tanzania. Na uh, kampeni hii ama mafunzo haya yanafanywa hapa kwenye chuo chetu cha LITA kampasi ya Dar es Salaam ni mafunzo ambayo yameandaliwa na mradi unaoitwa EDVET Education kwa watu wetu wa veterinary wa mstari wa mbele, wameikatisha hiyo EDVET, ambayo inasimamiwa na shirika moja linaloitwa MIOUT. Inawahusisha wataalamu kutoka nchi za Hungary, Finland na Slovakia ambao wamekuja hapa Tanzania kwenye huo mradi ambao unafanyika nchi nne. Unafanyika hapa Tanzania, unafanyika Botswana, unafanyika Zambia, unafanyika Malawi. Kwa hiyo sisi ni part kwenye hiyo consortium ya, ya hizi nchi ambazo tunafanya kazi hiyo. Kitu kikubwa ambacho tunategemea kutoka kwenye uh, kwenye mafunzo haya ni kuwapa vijana wetu hasa wakiwe Uh, wahadhiri wetu wa chuo hiki elimu mpya inayoendana na hali halisi ya, ya, ya ufugaji uliopo nchini kima, na kimataifa pia. Kwa hiyo tuko hapa utaka, kama ulivyoona tuna wataalamu kutoka halmashauri na manispaa; halmashauri za wilaya za miji, manispaa na majiji ambako huku kote tuna wafugaji pia lakini pia tunao, uh, tunao walimu wa hapa kama nilivyosema, lakini na wanafunzi wa hapa. Kwa hiyo tuna grupu kubwa ambalo litapitia mafunzo haya. Mnafahamu kwa, kwa, kwa serikali hii ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Dkt. Samia Suluhu Hassan tunaanza pia kufanya kampeni kubwa ya chanjo kwa ajili ya magonjwa kumi na tatu ambayo bado hatujaweza kuyatokomeza ya mifugo, lakini kwa mwaka huu tunaanza na magonjwa matatu. Kwa hiyo magonjwa haya ambayo, najua mliniuliza niseme mikoa gani ambayo tutapita, ni almost mikoa yote ya Tanzania. tunategemea kuchanja ng'ombe, uh, elfu kumi na, milioni 19 tunategemea kuchanja mbuzi na kondoo milioni kumi na saba na vilevile vile milioni arobaini kuku. Kwa hiyo mtaona ni kazi kubwa ambayo inaenda kufanyika na, ni investment kubwa. Investment hii kwenye ng'ombe na, na, na mbuzi na, na kondoo itaenda pia kwenye kuwatambua ili yule ng'ombe atakayechanjwa tumjue huyu amechanjwa tuko hapa kwa ajili ya kwanza mafunzo rasmi kwa wakufunzi na makundi matatu hapa. Tuna wakufunzi, tuna wataalamu ambao tayari wako field wanatoa huduma za mifugo kwa wafugaji huko, lakini pia tuna wanafunzi ambao wa tunawaandaa kuwa wataalamu watakaoenda kutoa huduma za mifugo kule kwa wafugaji wetu na wadau wengine katika sekta. Tuko hapa kwa ajili ya kwanza kutekeleza mradi huu, mradi tunaita EDVET EDVET Veterinary Project. Ni mradi wa EDVET ni kwa ajili ya kutoa elimu kwa kundi hili nililotaja la hawa wataalamu waina tatu. Lengo lake ni kujaribu kuwapatia mafunzo ambayo ni ya kisasa sana, ambayo yanaendana sasa na nyakati hizi za maendeleo ya sayansi na teknolojia, na tumeamua kushirikiana na wenzetu kutoka Hungary kutoka Slovakia kutoka Ubelgiji na kutoka Finland, ambao wenzetu tunaamini wako mbele zaidi kitaalamu katika maeneo haya ya afya ya mifugo. Kwa hiyo tumepata huu mradi ambao na sisi tunashiriki kama nchi, na kwa Afrika tuna nchi nne, tuna Tanzania, tuna Malawi, tuna Zambia, tuna Botswana na kote tumeshirikishwa kwenye huu mradi, na watakao faidi zaidi ni wakufunzi, hasa wanaoshughulika na mafunzo kwa ajili ya kuandaa wataalamu ambao wanaenda kutoa huduma kule kwa, kwa wafugaji wetu kule chini ngazi za vijiji, kata, kuja wilani pale. Kwa hiyo mafunzo yameanza rasmi leo lakini kuna baadhi ya wakufunzi watapata mafunzo hapa hapa ndani kama tulivyoanza na wakufunzi 30 na wataalamu wengine kutoka kwenye halmashauri watano, pamoja na wanafunzi 35. Lakini mafunzo mengine atakaofuata ni baadhi ya wakufunzi wetu kwenda nchi za Hungary na Slovakia na Ubelgiji, huko kwenda kupata mafunzo zaidi ya utaalamu katika maeneo ya afya ya mifugo. Lakini pia kutakuwa na kampo nyingine baadaye, ambayo pia itakuja kuongezea wakufunzi wengine kujifunza kwa mpaka tunamaliza miaka miwili ya mradi huu. Tunaamini wakufunzi wote watakuwa wameguswa na tayari wameshapatiwa mafunzo ya kisasa sana, ambayo tunaamini sasa wataenda kuandaa hao wataalamu ambao tunawaandaa kwenda kwenye kwenye halmashauri zetu kutoa huduma, kuwa wataalamu wenye ubobezi zaidi, wenye utaalamu ambao utasaidia kuleta maendeleo katika sekta ya mifugo. <muchas>